Leo ni tears, leo ni pain. Leo Kenya imelala kwa machozi, imekosa usingizi kwa sababu yule tuliita baba amekufa. Ameondoka akiwa kwa matibabu, na sasa ni matanga ya taifa. Wimbo wa huzuni umejaa mitaa, na jua limekataa kuchomoza. Huyu si ordinary man, huyu ni legend, huyu ni spirit ya freedom yenye ilivumilia risasi ilipita jela ikaona mateso, lakini bado haikupoteza direction. Baba alikuwa moto, sauti ya maskini, nguvu ya wale waliosahaulika mitaani. Na leo Kenya inalia kwa sababu pengo aliyoiacha haiwezi zibwa, tangu za baba yake, tangu enzi za baba yake hadi sasa alikuwa msemaji wa watu, alikuwa simba wa vitani vya haki. But alikataa kunyamaza wakati wengi walinyamaza, alikataa kufyata wakati wengi waliogopa. Na leo tunasema rest in peace, Baba Raila Amollo Odinga, shujaa wa kweli, shujaa wa nchi. Ni ngumu kuamini But, kwa sababu jina lako lilikuwa kama oksijeni ya taifa, tutakukumbuka forever. Ukiingia kwenye TV watu walikaa kimya wakisikiza, wisdom, wakipata hope, wakiamini bado kuna kesho. Na leo Kenya iko kimya, mtaa hauna kelele, vijana wamezimisha redio, wamevaa black hoodies, machozi kiwadondoka Ulisimama kama mwamba wakati wengine walitetemeka kama majani. Ulisimama kama sauti ya justice wakati wengine walinyamaza kwa hongo. Baba, ulikuwa si mwanasiasa, ulikuwa movement, ulikuwa system, ulikuwa hati ya watu. Sasa hatuna wewe na baridi imeingia kwenye hati ya taifa tulizoea kukuona ukipiga ngumi hewani, ukisema tibim na umati ukalipaka kama radi. Sasa tunabaki na ekos za sauti yako zikiwa zinavuma kwa mitaa ya Kibera, Kisumu, Bonto na madhare. Kenya inalia Mombasa hadi Turukana, kila kona kuna machozi. Hata wale walio kukataa leo wanalia kimya kimya, kwa sababu walijua ulikuwa mzalendo wa kweli. Baba, ulijaribu, ulipigania multiparty, ukapitia sel, ukapoteza marafiki, ukashuhudia damu ikimwagika, lakini bado hukuchoka. Ulifight for Kenya. Leo tunasema asante Asante kwa kuonyesha courage, asante kwa kuishi life ya kupigania justice bila hofu. Nasikia watu wanasema Kenya imekufa kidogo leo, na ni ukweli, kwa sababu ulijenga taifa kama baba anavyojenga familia. Sasa tuko mayatima, tuko baridi tunashika mikono kuomboleza pamoja. Mitaa inasema Baba alikuwa hope yetu, Baba alikuwa sauti yetu, na hata kama ameondoka, tunaamini roho yake itabaki kwa hati zetu. Tunaweka maua Bondo, tunainua mikono juu, tunalia na tunasema Safari njema baba. Umepigania vita vizuri, umekimbia mbio zako kwa heshima, na Kenya itakukumbuka milele. Rest in peace baba, Raila Amollo Odinga, baba wa taifa, mwana wa Jaramogi, mtetezi wa justice, ngome ya demokrasi, simba wa Kenya, shujaa wa kizazi. Na tukiweka maua kwa kaburi lako tutaimba kwa sauti moja. Baba ulitupenda, na sisi tutakupenda milele. Rest in peace power, rest in power baba. Legend never dies kiin